Naam, adabu ya ishirini na nne. Qala rahimahullahu taala, wujubu lwalima, uwajibu wa uwalima. Katika adabu ya ishirini na tatu tumeona kuwa ni jambo la haramu kwa mume au mke kueneza siri za kitendo cha ndoa. Hilo jambo amelikataza Mtume sallallahu alayhi wasallam, ila isipokuwa ikiwa labda ni kwa daktari, kuna mahitajio ya kumwelezea amba mimi nikifanya hivi, labda mathalan nikimwingilia mke wangu anapata maumivu, la basa bidhalika insha Allah, au ni kwa kadhi, imepelekwa kesi na pakahitajika kuyataja mambo kama hayo, itakuwa hakuna ubaya wao wao kuyaeneza na kuyasimulia yale ambayo wameyafanya katika kitendo chao cha ndoa. Adabu 24, qala, nasema, wujubul walima, wajibu wa walima

jambo ambalo kwamba ni la sunna katika walima. Qala rahimahullahu ta'ala, wa yanbaghi an yulahi wa fiha umur, na yatakikana azingatie ndani yake mambo yafuatayo. Haya mambo yafuatayo atakikana ayazingatie katika walima wa arusi. Alawalu, jambo la kwanza antakuna thalathata ayamin aqiba ad-dukhul, yatakikana hiyo walima kuwa ni thalathata ayamin, ni ndani ya masiku matatu aqiba dukhuli, baada ya kumwingilia ndani ya masiku matatu, baada ya kumwingilia yani ile siku ya kwanza baada ya mume kuingia kwa mke, au siku ya pili au siku ya tatu. Maana baada ya kukamilika ndoa kisha mume akaingia kwa mke, basi atakikana kupatikanwa alwalima. Liannahu huwa al-manqulu an an-nabii sallallahu alayhi wasallam, kwa sababu hili ndilo lenye kunukuliwa kutoka kwa mtume sallallahu alayhi wasallam. Hili ndio limenukuliwa kutoka kwa mtume sallallahu alayhi wasallam, kwamba walima inakuwa ndani ya siku tatu. Athani, jambo la pili la kuchunga na kuzingatia katika walima, an yad'uwa as-salihina ilaiha, atakikana kuwaita wale watu wema katika walimatul ars, atakikana kuwaita wale watu wema

an yulima bishatin au akthara in wajada sa'a, ni yeye kufanya walima kwa kulisha mbuzi au akthara au zaidi ya mbuzi. In wajada sa'a, ikiwa atapata wasaa atapata ukunjufu, ikiwa ana uwezo wa kulisha zaidi ya mbuzi, basi atakikana kulisha zaidi ya mbuzi, walima kwa ajili ya harusi yake. Adabu 26. qala rahimahullahu ta'ala jawazu liwalimati bighairi lahmin au jawazu lwalimati bighairi lahmin jawazu lwalimati bighairi lahmin, kufaa walima pasina nyama. Huku tunaona pametajwa e, lau atoe nini shah, alishe mbuzi kama alivyosema Mtume swalla allahu alayhi wasallam katika hadithi, aulim walau bishatin, lisha walima walau kwa mbuzi. Sasa, je ni lazima iwe ni mbuzi tu kwa sababu mtume kasema walau bishatin? Sasa anasema hapa, jawazu ni walimati bighiri lahmin, kufaa walima pasina nyama. Qala rahimahu llahu taala, wayajuzu an yuadda lwalimatu biayi taamin tayassara, na inafaa kutekelezwa walima kwa chakula chochote kitakachokuwa chepesi. Sawa yatakuwa ni mandazi, au itakuwa ni mihogo, au itakuwa ni ugali au chochote ambacho kwamba kitakuwa chepesi kwake yeye, kuwa ni walima, basi hicho itafaa kwake yeye kukiendaa kama walima.